Swapenda ataena nda kujifunza jinsi ya kushona gauni yetu hii ambayo kwa juu ni kimono chini ni kao kwa hiyo kao siketi tushajifunza kwa hiyo nitakwenda kuelezea hapa kwenye gazeti kwa sababu inabidi ikunjwe kama sambusa na hii sehemu ndogo kwa hiyo unakunja kitambaa chako mara mbili hivi kisha unakunja namna hii sawa huku ndo sehemu ambayo utachukulia vipimo na huku ndo sehemu ambayo itakuwa ni kwa urefu wako, kwa hiyo utapima urefu, na hii ndo itakuwa sehemu ya vipimo vyako, na hapa ndo patakuwa katikati, na zipu itakuwa ni huku, na huku itakuwa ndo sehemu ya pembeni. Kwa hiyo hapa kama mimi nilivyokunja hii sehemu, naomba niwaonyeshe, nimekunja sambusa. Unaona sambusa yangu, naikumbuka urefu wa gauni nzima ni hamsini na tano kwa hiyo kama ni hamsini na tano, nimetoa hapo ambapo ni kumi na sita, nikapima kwenye hii kona, mtaiona baadaye. Nikapima ikaishia hapa ambapo ni thelathini na tisa na nchi mbili za kushonika, arobaini na moja. Kwa hiyo ngoja nisogeze huku pia mpate kukaona, ambako huku ndo juu, huku ndo juu. Yes, moja nisogeze hivi. mm -hmm huku ndo juu na ndo sehemu ya muhimu zaidi. Kwa hiyo hapa hakikisha umechukua kiuno chako, ikumbukwe hii na marinda na tunajua marinda huwa tunazidisha mara tatu, kwa hakikisha umechukua kiuno umezidisha mara tatu. Kiuno chetu ni na nane, tatu ni ishirini na nane ukigawa ni kwa nne ni saba, saba mara tatu ishirini na moja tunatakiwa tuwe ishirini na moja lakini kumbukwa tuna dati tuna dati mbele mbili na nyuma mbili na kila dasi na nchi moja moja, kwa hiyo tuna nchi nne shina moja, jumla nne inakuwa 25. Kwa hiyo hapa kwenye hii samsa yako unatakiwa uwe na 25 shina tano. Tano imezidi sana, kwa hiyo itabidi ukunjue mpaka ubaki na 25 kwa sababu utasize mpaka ubaki na 25 kwa sababu ikizidi ina maana haitakuwa na mwonekano ulio mzuri. Mtaangalia hapa okay, mm -hmm. Mm -hmm. Tuna ishirini mm -hmm. na tuna sita ishirini na sita sio mbaya, tuna ishirini na sita hii sehemupuna ishirini na sita kwa hiyo sio mbaya. Taoa hizo nche za dasi ambazo ni nchi nne nchi nne iko hapa, na ikumbukwe nchi nne tunakuja mpaka sehemu ya hii half yetu ina kumi na sita tutatoa kumi na sita Tutakuja sehemu ya hips ni kwenye ishirini na nne. Kwa hiyo tutaitoa hii, tutatengeneza hips, kwa sababu huku ni pembeni, tutatengeneza hips. Ndio maana tumetoa hii ya dati, lengo nzima ni kwa ajili ya kutengeneza hips namna hii. Baada ya hapa, huku juu tunaweza kukapakata ili tuweze kupata nafasi uh, ya kupima kwa chini. sorry. Okay. No, sorry, sorry, sorry story kabisa. Hapo tapakata. Nimekana. Yes. Tulipofunja hivi huku kuna sehemu ya zipu sawa? Kwa hiyo huku zipu tutaachia nchi moja ama unaweza kuachia nchi moja na nusu. Pembeni ni huku, huku ni katikati. Na kwa sababu huku ndo pembeni, huku ndo panatakiwa pawe sehemu ya hipsi. Na huku pembeni hatutakwenda kupashona, tutashona tu sehemu ya hipsi. Na tumesema tutatoa zile nchi nne za dati. <coughs> Nchi nne za dati ziko hapa alafu tutapandisha kumi na sita ambao ni hapo tutakuja mpaka kwenye ishirini na nne ishirini na nne iko hapa kwa hiyo tutatengeneza hips yetu mpaka kwenye haya kwa hiyo hii inatusaidia mm-hmm. shape sehemu ya hips tutakwenda kwenda kupakata huku tutakata hii sehemu kisha tuendelee

Naona mpaka hii sehemu. Baada ya kufika hapa hapa hapa, naonekana ndio tutakwenda kupima sasa upana wa chini. Kama unataka ibali sana, chukua size ya kiuno. Kama unataka ya chini, chukua size ya hizi. Kiuno chetu kilikuwa ni saba, nitaongeza na 1 moja kidogo ya balance Uh, isieni isibani sana, kwa hiyo mteza kwenye nane. Kwa hiyo hapa nitanyosha mstari itakuwa ni nani, nimesha size kitambaa. Kwa hiyo wakati unakunja hakikisha umeshakunja upana ambao wewe utapendelea. Pia hapa nitakwenda kupakata namna hii. Baada ya hapo, kumbuka huko ni pembeni na huku ndo katikati. Hmm, huku katikati kutakuwa na mpasuo kaa, nitakwenda kupachanisha hapa kwa ajili ya kuja kuweka mpasuo. Tutakachofuata hapa, tuone suone yetu itakuwa hivi awa mm -hmm. Kwanza, kabla ya yote, weka alama sehemu ya zipu itakuja kuchanganya hiyo. Huku ndo ilikuwa sehemu ya zipu, nitakwenda kuweka alama hapa, ili wakati wa kushona isinichanganye. Weka alama namna hii, kishafanya hivi hapa tayari ni pembeni, kwa hiyo utashika hiki utashona hii sehemu, na hapa tena utashika utashona hii sehemu, na baada ya hapo tutakwenda kukata uh, kipande chetu cha juu. Sasa kuendelea kukata kipande chetu ambacho ni cha juu, kumbukwe ni kimono. Kwa hiyo unaweza ukakunja kwa, kwa shali mbele, unaweza ukakunja mara nne kama kawaida, halafu sehemu ya mbega ukaishona camba chetu. Usisahau kuangalia sehemu na husika kama hii ama unaweza ukakunja moja kwa moja sehemu ya bega, usije kuishona hapa. Tu nitakunja mara mbili kama kawaida, halafu sehemu ya bega nitakuja kuishona. Sehemu ya bega naweza wa kuishona bila kuiunga, kuiunga ila ukikunja yeah, okay, hivi

Ukishafunga mara nne hivi utahakikisha upana uh, utakuja kutoshea bega mpaka mkono, bega mpaka mkono. Ngoja nione mkono naotaka hapo, utakuwa na m mkono utakuwa na kumi, tasegeza hata kidogo, namna hiyo. Kwa hiyo nitakwenda kupima shingo nitaweka shingo yenye upana wa inchi tatu na robo hapa. Nitapima begi ambayo inchi saba na nusu hapa, kisha nitaongeza inchi kumi kwa ajili ya mkono. Nitaweka kumi na moja na kushonea hapa. Baada ya hapo, shingo nitashusha kwenye inchi sita kwa sababu ni vi, nitakwenda kuweka vi mbele na vi nyuma kwa hiyo kote kutakuwa kuna vi. Nitanyoosha shingo ya vii namna hili. Kutoka kwenye kimono nitakwenda kupima mpaka sehemu ya ziwa yaani ya chuchu, ambapo ni kwenye tisa hapa. Alafu kutoka hapo nitaingia kama nchi moja na enyeo haya, alafu nitapima tapima urefu wa hafu ambapo hafu ina urefu wa kumi na sita kuna nchi mbili ambazo tutakuja tuziongeka kwa hiyo tutaweka hafu yenye urefu wa kumi na nne hapa lakini tutaongeza na nchi moja ya, ya balance ambayo itakuwa tutaongeza tu kama robo tatu hivi tutaongeza kama robo kwa hiyo un urefu wa haki

kwa hiyo shingo yetu ndo iko hivi, hii hapa utaweka mbwembe zako kama uta- uta- utashonea uta utagundisha na hemi gundi, sawa, ama kama utaweka binding, sawa, ili kuweza kutengeneza shingo, lakini pia hapa katikati wakati nashona, nitatafuta kikamba tu, nitafunga huku na huku, itafunga pande hizi nitakishona, alafu kwa ajili ya kufunga na huku pia tutakwenda kuvuta marinda mpaka ibaki kumi na nne kukata, tunaishia hapa.